Ndugu wa Tanzania, sisi ni raia wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, ambao baadhi yetu ni viongozi tunaowakilisha jamii yenye kushiriki mapenzi ya jinsia moja hapa nchini mwetu, ambao ni wasagaji, wasagwaji, waliobadilisha jinsia, mabasha na mashoga. Leo kwa umoja wetu tumeamua kuzungumza nanyi watanzania wenzetu, ingawa tumezifunika nyuso zetu kwa sababu za kiusalama. Ndugu wa Tanzania wenzetu kufuatia matamko ya hivi makaribuni kufuatia maazimio ya bunge la umoja wa Ulaya ambapo pamoja na mambo mengine bunge la umoja wa Ulaya limetuheshimisha kwa kutaka na sisi kutambuliwa rasmi na kuheshimiwa kama ambavyo jamii nyingine za kitanzania zinavyoheshimiwa hapa nchini mwetu. Hata hivyo, shukrani kubwa nyingi na za dhati tunazitoa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema hasa kwa mwenyekiti wake Mheshimiwa Tundu Lissu kwa kutekeleza ahadi walio tuahidi na kwa kusimamia ahadi hiyo kwa vitendo kwa kupelekea vilio vyetu vya muda mrefu kwa jumuiya mbalimbali mbali za haki za kibinadamu pamoja na bunge la umoja wa Ulaya. Sisi kama jamii yenye kushiriki mapenzi ya jinsia moja, tunawaomba watanzania wenzetu, haswa viongozi wetu wa dini, kuacha kututenga, kutubeza na kutunyanyapaa kwani kufanya hivyo ni kinyume na haki za binadamu, lakini pia zisitumiwe dini kwa kutulenga vibaya. Kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu, kila mmoja ana uhuru wa kuabudu dini anayoiamini, ili mradi dini hiyo isikiuke sheria za nchi au hata kutokuwa na na dini dini yoyote ile, kwa kwa sababu nchi yetu, kwa mujibu wa katiba na sheria zetu, haina dini. Aidha, tunatoa wito kwa taasisi mbalimbali mbali za haki za binadamu asasi za kiraia pamoja na vyama mbalimbali vya siasa nchini kupaza sauti zao kwa ajili ya kuheshimu haki zetu kama ambavyo sisi tunaheshimu haki za jamii nyingine. Pamoja na hayo, tumeungana na taasisi mbalimbali za haki za binadamu, viongozi mbalimbali, pamoja na bunge la umoja wa Ulaya kwa kutaka kuachiliwa mara moja bila masharti yoyote mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, mheshimiwa Tundu Lissu, kwa sababu tunaamini kesi aliyoshtakiwa nayo ni kesi ya kupangwa dhidi yake kwa sababu ya utetezi wake wa haki za binadamu kwa Watanzania wote bila ubaguzi. Pamoja na mambo mengine, tunaunga mkono no reforms, no erection, kwa sababu zikifanyika reforms tunaamini zitalinda haki mbalimbali mbali, zikiwemo haki zetu sisi, kama ambavyo tumekuwa tukizililia haki hizo kwa muda mrefu. Asanteni kwa kutusikiliza. hashtag Tanzania bila kubaguliwa kwa wapenzi wa jinsia moja na kuheshimiwa kwa haki zao inawezekana.